Kwa majina mara tena, nafahamika Heart of the Lion, ni shoto wananiita Heart. Unajua, wakati baraka imeletwa na unakata hiyo baraka, inaonyeshanga wewe auko kwa spirit, uko kwa, kwa flesh. Maana mimi ninajua kiongozi anapokuja pale kanisani na ameona hitaji liko pale, na aingie kwenye mfuko wake kwa, kwa moyo na atoe kusaidia, mimi sioni hiyo kama ni dhambi lakini mchungaji ambaye yeye anasema ati ati Sudi achukue ipeleke apeleke sigoi. Mheshimiwa Sudi, mimi nikiwa hapa bunge la mwananchi Jakaranda, ninakujua uko na roho ya kutoa, ulisaidia mpaka ndugu yetu Okanga hapa Jakaranda na tunakujua uko na roho ya kutoa. Mimi nataka nikwambie Mheshimiwa Sudi, hizi makanisa kubwa kubwa, sitachoka kuongea, zimedharau serikali zimedharau viongozi, zimedharau mpaka mheshimiwa Rais Ruto. Hizi makanisa kubwa kubwa hizi, ndio kwa maana nilikuwa nasema zitozwe ushuru ulio mkubwa zaidi. Hizi makanisa ambayo ukiangalia, wanaingiza mamilioni hata kuliko, hata kuliko county government ya Nairobi, wanaingiza wanaingiza mamilioni ya pesa, wameingiwa na madharau. Mimi nashangaa sana, kuna makanisa ambayo inatamani tu hata tu elfu mia mbili ndani, kuna nyesha mabati zinanyesha ndani, zinatamani hata zifanyiwe renovation. Hizi makanisa zinatamani tu hata tu MC yetu aende tu hapo na asimame, hata aseme hii kanisa ni mimi naijenga. Lakini wale ambao wameshashiba matumbo krat, tumbo zao zimesha kuwa kubwa, ndio wanataka kuanza kukejeli. Nawaambia, wacha niwaambie, mheshimiwa Sudi, mimi nakuheshimu na nakuamini na najua uko na roho ya kusaidia. Kuja hapa, kuna makanisa yako yanataka tu kusaidika. Kuna wale mapasta hata wanatembea kola zimeraruka, hawajiwezi. Wacheni kwenda kwa hizi makanisa kubwa. Hata Yesu alienda akamwinamia Yohana akambatiza hata nyinyi sasa, kujeni kwa hizi makanisa madogo, ndo ziko na baraka. Hizi makanisa za mabati, hizi makanisa zimejengwa chini ya mti, hizi makanisa zimefunikwa na, zime, zime, zimefunikwa na makaratasi, zimefunikwa na manailon. Hizi ndo kanisa, mkuje msaidie, wacha neni na hizi makanisa kubwa kubwa. Angalia mheshimiwa Sudi, mchungaji kama huyu, na anaelewa maandiko vizuri kuna mahali Biblia inasema vizuri sana, ukimpatia Musa ni Mungu umempatia. Kwa hivyo Sudi alikuwa akipatia umchungaji, hakuwa anapea mchungaji, ni Mungu alikuwa anapatia. Bwana, tunawaambia nyinyi wachungaji, nyinyi Bwana, msifikiri hatujui maandiko, tunajua maandiko vizuri sana. Hata kama ni mimi ningekuwa mchungaji, nipatie hiyo pesa na Sudi, ningeiweka kwa huduma na niendeleshe, lakini mimi nashangaa kuna kasumba imekuja Hamu, yani mnataka mudhalilishe viongozi. Na mimi nasema hivi, tumeona viongozi serikalini wametagetiwa sana, na tunaona hawa wenye wanatapatapa kama samaki. Hawa wenye wanaanza, hawana ajenda, ajenda yao ni Ruto Must Go. Hawa ndo wanahusika, kinagashagwa, ndo wanaenda wanaweka hiyo ukasumba ndani ya wachungaji. Mi nasema we mchungaji Mwenye baraka zimekuja kwa mlango wako na umezikataa, ni Mungu umekataa, ni Mungu umemkataa. Haujakataa Sudi, haujakataa pesa za Sudi, ni Mungu umemkataa. Utakufa masikini, utakufa masikini, kanisa yako itaisha. Laana za Mungu zitakuja juu yako na kizazi chako, na kanisa lako litaisha, utaishi kuombaomba Utatembea na funza kwa miguu na kwa mikono utachekelewa, utatembea na shati yenye kola imeraruka. Mungu akikasirika amekasirika, hamutaanza kutumia hata. Kiongozi anakuja anakuja, abadilishe mahali hiyo, pesa ungechukua hata usaidie. Kwani washirika wako wote ni milionea? Si kuna wale wanakaa mpaka nyumba zenye wako na madeni? Si uchukue hiyo pesa na uinvest kwa washirika wako si hata huwafungulie mabiashara? Siupeleke watoto wao macolleges? Siwalipia hata maschool fees? Nakuambia hivi, wachungaji, msifikiri hatujui maandiko. Tunapiga siasa na tunajua mpaka bibilia, msijaribu kutudanganya hapa. Tunawajua nyinyi, nyinyi tunawajua vizuri sana. Kwa hiyo mimi nasema, mheshimiwa Sudi, mimi ninaomba, this is my humble request kwako kuja hizi makanisa ndogo ndogo. Mimi ni mtetezi wa makanisa ndogo ndogo. hizi makanisa zenye hata hata wa, wa, imagine wanakomboanga mpaka ma amplifier wanakomboa mpaka maspika wanakomboa, ndo waweze kuhudumia watu na waweze kufanya kazi ya Mungu. Kujeni mununulie hizi makanisa, muwajengee, muwanunulie mashamba. Hata kuna kanisa pia iko hapa masimba inataka tu kujengwa, inanyesha usiku na mchana, hata Jumapili watu wakiwa kwa maombi unapata kanisa inanyesha. Kwa hivyo mimi nasema tembelea Faith Apostolic Bible Ministry, ukuje hata uijenge, uone kama Mungu hata wabariki hawa wachungaji ambaye wamepoteza mwelekeo. Hawa wachungaji ambao ni mapretenda, wamevaa ngozi ya kondoo na ndani ni umbwa mwitu ni maungwa mwitu tu, hawa ni wenye roho ya Mungu ilishatoka ndani yao, maana waliona walishatajirika. Shame on you, hati wanakuja kudhalilisha Mheshimiwa Sudi. Wacha niwaambie, na mtakuja kukumbuka haya maneno. Msifikiri ni Mheshimiwa Sudi ndio mmemdharau. Nataka niwakumbushe kitabu cha Samuel ambaye Mungu alikuwa anaambia Samueli, sio wao. Wana wa Israeli wamekukataa ni mimi wamenikataa, Mungu kwa hivyo si wewe mchungaji na kanisa lako umemkataa Sudi, ni Mungu umemkataa. Na mimi nasema Sudi Mheshimiwa, Mungu akubariki sana kwa hiyo moyo. Nilikuona vile unafanya, na hata pia sisi tuna, tuna kuitachi hata ukuje tu hata hapa Jakranda, pia usaidie wengine kama vile ulisaidia ndugu yetu Kanga. Wanasema opportunity comes once, na ikienda imeenda. Kama aliaria shauri yake. Kuna wale pia sisi tunaitaka, tunataka occupy kama yeye aliaria after him, but sisi tuko hapa tunakuhitaji pia sisi, Mheshimiwa Sudi na viongozi wengine. Mimi ni mtetezi wa serikali na mnaona vile natetea serikali. Mheshimiwa Sudi, unishike mkondo, unishike mkono maana mimi ni mtetezi kwa ground, ni mtetezi, napiga makelele usiku na mchana. Nataka mheshimiwa Sudi unishike mkono tuweze kutembea pamoja, na mimi nawatakia kila laheri. Ninajua mheshimiwa Ruto anarudi kumi bila break, na ninajua tutakuwa na serikali 2027 asanti na mimi nashukuru sana, na wale ambaye nasikia wanaanza kuongea vibaya kwa Faruku, bwana Faruku si nyanya yako heshimu tu Faruku kama vile ulikuwa na heshima mama yako, mpaka vile umekuwa mkubwa. Mheshimu tu Faruku, ni mtu ako na heshima zake. Hizi mambo tunasikia, sijui mnaanza kusema sijui ati Faruku, hakuna mahali Faruku alimsukuma mheshimiwa Mbadi, hakuna. Tunajua hiyo ilikuwa tu ni propaganda ili Ruto na Faruku waharibiwe jina, na tunaelewa mabloga tunaelewa kabisa. Mimi nilipoangalia hiyo video, hakuna mahali mheshimiwa Faruk alisukuma Mbadi akamtoa kwa carpet. Alikuwa na protect Mbadi, maana kulikuwa na msukumano wa na watu wanasukumana wa huko nyuma. So kwa hivyo hiyo vitu za kupanga maneno ya kudanganya tunakataa i